Kaenda hey. una ka kuka hey. Unajua? Akaingia kama kwenye mchongoma hivi, nikasema, nikizunguka namkosa, nikaingia pale pale. Mimi nakujua wewe. Wewe, wewe, mwamba, hapa hapa, huko kwenye una una una babaika babaika nayo. kwanza kwanza kwanza kibla bwana. Ah, ah, nimweke wapi? Kama acha kule, gani? Watu sija kaona. Naenda kuchukua na mkaa Au wewe kumbe ndo unajua sana kuliko mimi? Vitu havijakaa sawa. Nimezungumza na wewe, mke wangu, kwamba naenda kuongea na jirani yangu. Ndio maana nikakwambia, waandae watoto, wataenda kushirikiana na mwenzao wandunje. Sasa shida iko wapi hapo? Mi si ndio nachezesha hapo? lakini unacholalamika la la nini? Unataka wajaze watu hapa? Vitu haviko sawa, kuanzia Krismasi hatuko sawa, mwaka nyodei hatuko sawa. Sasa hii mwaka mpya tuangalie unafuu kwa jirani yetu, hata kutudulia soda tu ya mia sita sita. Hii hali sio kwamba. Haya, sasa hapo ukikasirika, unamkasirikiana na unamkasirikia Mungu, unamkasirikia nani? Hii si mipango ya Mungu au mimi mipango yangu? Acha vitu vya ajabu bwana, unakuja kufanya kufuru hiyo ndio maana mi naenda kuongea na jirani vitu vikae sawa, mambo mengine yache. Eh, tabasamu kidogo eh, tabasamu. Sasa unakasirika ukikunja hivi na vitu vingine vinakunja, maana kunjua nafsi nafsi. Nakwenda huko niude tena kipaseli sasa. Je, tabasamu. Huyo ndo mke wangu mke wangu, uende salama we duje. Baba ah. Lete bwana, maji tunayo, tule bwana ah kwenye kwenye pipa mimi si eh, mpaka wenye hizo tu bwana. Maji maji kwenda kuchota tu mara moja, unaleta bwana bwana. Eh. Chakula kinaingia nzi. Baba anaongea sana. Wewe, Wewe angalia angalia mimi mimi. nimepika. Nimepika. Hebu Kwanza kwanza, kuna mionjo. Ah ndio, nakuonjesha, tulia. Tulia. Tulia tulia. Ah. Tulia utaonja eh. eh e eh. tulia. Tulia wewe, mtoto mdogo onja igisi ali mtoto mdogo, igisi anakula. Baba unakula mpaja. Kwa sababu gani? Mimi natakata kipaja. Kipaja

Hey, Ay, mani, yasi, ya yeah, o, yeah! Mwaka mpya jamani, mwaka mpya sisi, jamani, wanafunzi na wazazi wetu, nikae na jirani yangu, familia yangu familia yako tukae, eh, hapa pamoja tusherekee. Yani wewe unasema kwamba mimi tuje kusherekea na na familia yangu mimi? Eh, inahusu nini hiyo familia yako wewe? Kuja kwa sisi, sisi majirani kuchanganyikana, sisi majirani, sisi watu wa kishua bwana eh

Nendeni mkacheze kwenye sehemu yenu. Ngoja akivyaoena mpango wetu mwaka gani? Ngoja nikuonyeshe. Leo sisi tunashughuliambi, sisi ni wale wale waliotukata

Na ukirudi wewe awe, kwa nini sikuogesha kabisa?